Leo yeah, nimeona niongee tu na madada wenzangu n yani, mimi sielewi jinsi mwanamke anaweza kumgombania mwanaume. Wanawake hatugombanii wanaume, wanaume ndo wanatakiwa kutugombania sisi wanawake. You don't fight over a man, men are supposed to fight over you, period. Wanamuziki Abigail Chams ameweza kuwachamba wale wote ambao wanagombania wanaume, lengo hasa alikuwa analenga wale wanachuo ambao waliweza kupigana. Miongoni mwa watu ambao walipigwa vibaya zaidi alikuwa ni Mage, ambapo aliweza kushambuliwa na rafiki zake wengine akiwemo Mary. Sasa Abigail Charms ameweza kuja rasmi na kuweza kuzungumza kwamba inakuwaje yani, mwanamke kabisa unamgombania mwanaume on how kivipi? Ameweza kuwachamba sana, siwezi kusema kwamba amewaelezea tu, bali amewachamba humo humo ndani. Amesema wewe kama mwanamke inakuwaje, unagombania wanaume kati? Kawaida wanaume ndio wanatakiwa wagombanie wanawake, hii imekaje? Karibu sana ndani ya Blue House dot Media, ili ni mradi niweze kukujuza kwa kila kitu ambacho kimetokea. Lakini kama uje subscribe, basi subscribe ili mradi uwe familia ya Blue House dot Media. Jina langu mimi ni Dulkan underscore OG pale Instagram ni follow, alafu karibu sana ndani ya Blue House dot Media. Kama uje subscribe, basi bonyeza button iliyoandikwa subscribe chini ya video hii mradi wa kwanza kupata taarifa zetu. Haya, Abigail Charms tunajua kwamba ana hit sana kwa ngoma yake aliweza kutoa pamoja na Harmonize ya Mitu, ambayo ilienda viral zaidi na iliweza kusikilizwa na watu wengi zaidi duniani kote. Sasa imezuka taaruki kubwa sana mara baada ya Mwijaku DC kuweza kupiganiwa kuweza kugombaniwa na wadada wawili wa chuo, na mojawapo ni Maggie halafu mwingine ni Mary. Sasa hadi kilichomfanya Abigail Charms aje kuelezea kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea ni mara baada ya Mary kuweza kumpiga vibaya sana Mage, akihusishwa pia kumwagia maji ya moto, kumkata nywele zake, kumpa vipigo vya kila aina. Mara baada ya ile taarifa, sasa, Mange Kimambi kupitia, ya ile taarifa kupitia akaunti yake ya Instagram pamoja na Mange Kimambi app aliweza kushare hiyo video ambayo ikiwa inawaonesha Mary pamoja na, na rafiki yake mwingine wakiwa wanampiga vibaya sana huyu dada ambaye ni Mage. Sasa kutokana na hivyo, Tanzania nzima ilitikisika. Gwajima aliweza kuona kile ambacho kiliendelea, na aliweza kupewa mashtaka kwa kile ambacho kilikuwa kinaonekana, na ikisemekana kwamba ni unyanyasaji wa kijinsia, hivyo wale wote walihusika wanatakiwa wachukuliwe sheria, bali wasiachwe hivi hivi. Sasa taarifa rasmi ikatoka siku ile kwamba Mwijaku pamoja na wale wengine wote ambao waliweza kuhusika kwa namna moja ama nyingine watachukuliwa kuweza kuhojiwa kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Siku ya leo mapema, walizo kukamatwa wote wanafunzi watatu watu wa chuo pamoja na Mwijaku mwenyewe. Lakini mara baada ya masaa mawili tu, Mwijaku alizo kuachiliwa, lakini hao wengine watatu bado taarifa zao hadi sasa hazijatoka rasmi. Mara baada ya kutokea kwa hiko kisanga kikubwa Abigail Charms ambaye Msani, ni msanii wa Bongo Flava aliweza kuelezea kwa kile ambacho kipo moyoni mwake, huku akiwa wanaoshushua na kueleza ukweli mabenchi wote ambao wanagombania maboi, yani in short, wanawake wote ambao wanagombania maboi. Aliweza kuzungumza kwa ufupi, kwa urefu pia, huku akiwa amepoa kwenye kitanda chake, akiwa anacheza nambo wake, huku akielezea kwamba kile ambacho kimetokea sio sahihi. Wanawake inakuwaje wanagombania wanaume? Kati wanaume ndio wanatakiwa wagombanie wanawake. Nitaenda kukuachia hiyo video uweze kuitazama lakini ngoja kwanza, nikupe fununu fununu kwa kile ambacho aliweza kukizungumzia Abigail Charms kwa kuweza kuwahusia wanawake. Aliweza kuzungumza sana sana na wadada wa chuo kwa sababu inasemekana kwamba wadada wa chuo wamekuwa wakipata tamaa kali, huku uchovu pamoja na changamoto za maisha ya chuo wakipitia zile, wanaona kama hii hapa itakuwa fresh sana kama nikipata bwana fulani ambaye atanitunza, nikimwomba pesa ananipa. Alafu wanashindwa kutafuta mali zao wenyewe ili mradi kuepuka haya maswala, Abigail Charms aliweza kuzungumza kwa hiko kwamba wewe ni mwanamke kama wewe ni mzuri unajiamini, kila kitu kitakuja. Kama mwanaume basi, atakuja tu kukutongoza, sio wewe mwanamke uende kumtongoza mwanaume, kitu ambacho haki make sense hata kidogo. Yani inaonyesha kwamba unajishushia brand yako, heshima yako na wadhifu wako. Wewe utakuwaje uende kumtongoza mwanaume? Achana na kumtongoza, basi hisia hazizuiliki za kimapenzi kibaya zaidi unaenda kumpigania mwanaume. Aliweza kusema kwamba kumpigania mwanaume na kumtongoza mwanaume ni vitu viwili tofauti, bora hata uende kumtongoza mwanaume kuliko kumpigania mwanaume tena. Mnapigana mabinti wa kike kumpigania mwanaume mmoja, kumgombania mwanaume mmoja. Alafu akasema zaidi kwamba mwanaume yeyote ambaye ataweza kupiganiwa na wanawake zaidi ya mtu mmoja basi huyo si mwanaume, lakini kwake yeye akiwa na wanaume zaidi ya mmoja, hiyo ni kawaida kwa sababu she is a lady, yeye ni mwanamke. Kwa hivyo atakaokutana nao lazima watamtongoza, kwa sababu yeye ni mzuri, pesa anazo na kila kitu anacho, kwa hivyo lazima watamtongoza. Na kutongozwa sio jambo la kushangaza sana, lakini ni vile ambavyo reaction inatokea. Haiwezekani mtoto wa kike aende kumgombania mwanaume, na pia sio mwanaume tu bali mwanaume ambaye yupo kwenye ndoa yake, kwa maana kwamba ni mchepuko. Alizungumza maneno mengi sana, huku akiwa anahusia kwamba wanawake tubadilike, kwa hiki ambacho tulikuwa tunakifanya, tuweze kuishi kwenye misingi mingine, sana sana wadada wa chuo, kwa hii tabia yao ambao umeweza kuionyesha na kuweza kumjeruhi mwenzake hadi taarifa ikafika moja kwa moja kwa serikali na baada ya hapo, serikali iliweza kutoa maamuzi kama hayo. Taarifa ambayo inaendelea kwa sasa ni kwamba hao watatu bado bado wameshikiliwa, lakini bado haijulikana hadi sasa ni maamuzi gani ambayo yanaweza kutolewa kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea, ya kila kila kila video hii, ili mradi tutakapo upload video mpya u wa kwanza kuweza kutazama kwa kila kitu ambacho kinaendelea hii. Ni Blue House Dax Media, jina langu umeme nadulikana pale Instagram ni follow, utakometisha kinoma noma. Ngoja ni kuachia kidogo hapa alipoongea Abigail Charms kuhusiana na kuwapa ushauri wanawake, ila usisahau kuni follow pamoja na ku <coughs>